Hello habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji wa Mopossible TV. Karibu tena wakati huu tuko mahali hapo naendelea kututazama. Leo tuko kwenye Man's Talk niko na mgeni wangu hapa atajitambulisha anaitwa nani na anajishughulisha na nini lakini tuta, atatujuza mawili matatu kuhusiana na masuala ya kiume ni vitu gani ambavyo mwanaume anatakiwa kufanya ni vitu gani ambavyo mwanaume anatakiwa asivifanye katika familia katika ndoa Kiujumla kama hivyo. Asante, karibu sana. Asante sana. Ah, uh, unaitwa nani? Ah, kwa majina yangu naitwa Brian Frenki na natokea Tunduma. Yeah. Karibu sana, karibu sana, karibu katika ofisi zetu za Mo Possible TV. Nashukuru sana. Nimefurahi sana kufika um, Mo Possible. Ah, nzuri sana. Kiukeli sana. Pazuri sana shukrani. Sani, hapa ni pazuri sana. Ongea sana pia. Shukrani sana. Sana. Shukrani sana. Sana. Sana karibu sana, sana, sana. Aa, kama nilivyotangulia kusema hapo awali kwamba kipindi chetu kinaitwa Men's Talk. ni kipindi mm, ambacho tunazungumza kuhusiana na maswala mazima ya ya wanaume kwanza, <coughs> ningeenda moja kwa moja kwamba wewe kama wewe, unachukuliaje, yaani unaweza kulitafsiri vipi neno mwanaume, neno mwanaume? yeah. ah, mimi nikisikia kitu kwanza mwanaume De. au kiume kitu cha kwanza naanza kuangalia nguvu kwa njia ya mawazo, maamuzi, yaani hasa saikolojia ni kitu ambacho tunasema huwa kinaongoza mara nyingi sana. Kwa mimi kitu ambacho nikisema tu mwanaume naona ni kitu ambacho kinaongoza. Ndiyo maana ukisikia kuna kauli zingine zinakwambia e, jikaze kiume. Kwa hiyo unaona kama ni vitu ambavyo ni mtu ambaye yuko tough, mtu ambaye yuko vizuri. Hata mwanamke na wakati mwingine akifanya jambo akifanya jambo fulani, nashangaa mtu anasema eh, anafanya kama kama mwanaume yeah, hey, yule jamaa yule mwanamke kama mwanaume we, alifanya mwanamke hii kazi, angefanya mwanaume huyu, hii bwana anafanya mwanaume. Kwa hiyo unashangaza, kwa sababu kazi ya mwanaume mara nyingi, uume huwa kinaonyesha ni kitu ambacho chenye uongozi au chenye nguvu au chenye mamlaka, chenye utawala. Ndio maana huwa nikiona neno mwanaume tu likiandika mwanaume, huwa naona jambo hilo. Of course hata kwenye Biblia <coughs> Maiko, kwenye Biblia ukisoma soma unakuta okay, mara nyingi sana hata Mungu wakati anahesabu wana wa Israeli hakuhesabu wanawake, alihesabu wanaume. Sawa, yeah, sawa, alihesabu wanaume. Wanaume 606355. Wa Akawa Yesu wakati analisha anasema akalisha wanaume bila wanawake. Lakini walikuwa pamoja na wanawake, walihesabiwa wanaume tu 5000 lakini kulikuwa na wanawake na watoto pia. Sawa. Kwa mara nyingi sana wanaume alikuwa anaonekana yuko priority. Hata watoto wa Yakobo pia. Hmm. Ukisoma okay, pale unaona Yakobo na watoto 12, lakini alikuwa hana watoto 12, alikuwa amezidi. Kuna mtoto alikuwa anaitwa Dina kwa kwa yule Lea okay, mtoto wa kike alikuwa anaitwa Dina. Sasa unakuta kugundua kwamba hata wanaume tu walikuwa wanahesabiwa kama ndio wenye power, ndio <coughs> wenye power na nguvu sawa. Yes, sawa, nashukuru sana kwa ufafanuzi mkubwa sana kumbi hadi kwenye maandiko na hicho kitu ki, kina determine hivyo. Yeah, of course, of course. Sawa, sasa tukija moja kwa moja kwamba kuna vitu ambavyo labda kwenye familia au kwenye ndoa mwanaume atakiwe kuvifanya, kwa upande wako wewe, unahisi labda ni vitu gani? Na vitu gani ambavyo mwanaume akivifanya labda kwenye familia kama anaweza kawa ni kaka au ni baba au ni, ni yaani, kwenye yupo kwenye level yoyote ile kwenye familia au kwenye jamii kwa ujumla, ni vitu gani ambavyo mwanaume akivifanya vinaweza vikamshushia ile tuseme thamani yake kama mwanaume? <laughs> Sante, swali zuri sana lakini pia ni swali gumu sana. Ya. Yeah. <laughs> Kwa sababu mgoja ni kaino nzuri. Abina, kwa sababu swali hilo kwanza eh, ameuliza ame ameulizwa mwanaume. Kwa hiyo yeah. Sasa naanza kuji naanza kujikagua mimi kwanza. Wewe kama wewe. Ya. Yeah, Ndio napatakia na kitu ambacho nachotaka. Ya. Yeah. Yeah, naanza kujikagua mimi kama mimi. Yeah. Of course. Kama tulivyosema kitu cha kwanza. Ya. Yeah. Mwanaume ni psychology. Ya. Yeah. Na kitu cha kwanza mwanaume huwa anatakiwa awe mtulivu sana kwenye maamuzi, na mimi jambo la msingi ambalo huwa naliangalia la kwanza sana ni kwenye kuamua. Yeah. Ya, kwenye kuamua ya, unajua ukishakuwa umewekwa ruru ya kiongozi ya kuongoza kitu, ukishakuwa kaka, tayari kuna watu unaoongoza nyuma yeah. Ukisha kuwa baba, baba kuna watu unaoongoza nyuma kuo, wale unaoongoza nyuma wanategemea maamuzi yako wewe. Wakati wa kuamua kitu cha kwanza cha msingi sana, ambacho sana ambacho huwa nakiangalia mimi ni maamuzi most of time anaweza akakuuliza hata dada yako swali au akakuletea kitu fulani, akakuletea hata kitu cha kukukwaza tu, lakini utakavyokipokea kile kitu kitaitamaini pia if you are a man or not a man. Sisemi kwamba ukifanya eh, kwamba labda uka, ukaonyesha labda ukali ndio wanaume, hapana bali hekima na namna ya kufanya lile jambo ili yule mtu abaki ubaki kwenye uongozi wake asikupoteze, ile yaani, kitu ambacho kisiondoke ile hadhi yako wewe ya kuwa kiongozi mbele yake, sawa sawa. Hata kwa mke hivyo hivyo. Kwa hivyo kwenye maamuzi, ndio jambo la pekee na la msingi sana kwa mwanaume, ni jambo kubwa sana na hapo kuna huwa kuna vitu kadha wa kadha, kuna kwa na vitu vingi sana vinaendelea hapo, kwa sababu kwenye maamuzi ndipo ambapo kwanza utatabia jinsi ya kuvaa kuenenda kunakaa hapo, mm. Eh, heshima ya watu wengine ipo hapo kwenye maamuzi ko unavyokuwa, unavyokuwa mwanaume lazima yale maamuzi yako hata katika ujue maamuzi yako yataathiri watu wengine ya namna gani, kwa sababu kisha kuwa kiongozi brother, una kuna wakati mwingine unakuta eh, kuna mtu amefanya kosa lakini inatakiwa ulihendwa kama sio kosa si. kwa okay. eh, sababu ya hisia pia mwanaume lazima hisia zako pia ziwe very raw. Lazima lazima uwe mtu wa ku handle things. Lazima pia hisia uzitawale pia. Ukiwa mtu wa emotional sana, yani yani kuna vitu unatakiwa ufu yani, uf, yani furai pite kiasi nini, pite kiasi, uwe normal, ili watu wa, wa, watu waweze wa, kuishi nao kwa njia ku, ya kukuheshimu. Kwa sababu let's say unaweza ukawa kuna vitu vingine sio sehemu ya kufurahi au ya kucheka, ya kucheka kucheka sana unakuta unacheka au sio sehemu ya, ku, ya kununa unanuna una. Sio lazima pia na hisia na iwe moderate. Kwa mwanaume of course kitu pekee cha msingi na kikubwa zaidi ni mawazo. Mawazo hayo ndio yataleta self care, yataleta self emotions, yataleta confidence pia kwa sababu unakuwa na una confidence hata ya kuongea na mtu kwa sababu unajua unachokiongea ni sahihi. Kwa sababu unajua unavyowaza, unawaza vizuri. Kwa hiyo lazima afya ya akili pia of course nacho kitu cha msingi pia. Afya ya akili pia lazima iwepo. Afya ya akili lakini pia afya ya mwili. Hey, kwa sababu unajua sisi let's say unajua kwa mfano labda unaweza ukawa ukiwa na tatizo fulani mwanaume yeah. pia huwa tunapoteza confidence unajua, mm -hmm. Hey, kwa sababu sisi tunaamini we are strong hey? tunaamini tuna nguvu, tuna nini. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine labda naweza nikawa na ugonjwa fulani au na tatizo fulani ikaninyima nini confidence au nikawa na shida fulani nikana najiona wiki nikienda kwa watu labda najiona niko dhaifu mm -hmm. Kwa hiyo sasa unaona wanaume wengi tuna, tunapenda tumeumbwa hata kitofauti unakuta chest sisi tuna muscles. Hey, mm -hmm. tuna muscles nyingi ya tuna uwezo. Unakuta mtu mwanaume akikaa, anatamani every woman au mwanamke anayemtazama au kijana au baba au mtu yote amtazame, kama amtazame kwa heshima. That's why mwanaume akishushiwa tu heshima hapo huwa akai <laughs> kabisa, hajalishi ni mtu wa namna gani, hajalishi ni mtu wa namna gani. yes. sawa, sawa. na, na shukuru sana kwa, kwa o fafanuzi mzuri sana ambao umeendelea kutofafanulia. Nadhani hata wapenzi watazamaji wanaendelea kupata vitu, wanaendelea kujifunza vitu. Kwa upande wangu nimejifunza sana hapo alipozungumzia swala la namna ya kuchukulia vitu. Unajua, kuna kipindi na mimi ilikuwa inatokea situation kwamba unakuta imetokea jambo fulani, lakini ninavyo react yeah, yani, na yani napitiliza kabisa, nakuta kama ni hasira zimepanda juu kama ni nini kwao nimejifunza kitu kwamba unapokuwa mwanaume kitu chochote kinavyokuja inatakiwa uhendo yes, emotion zako yes, asila isiwe juu sana au furaha yes. Yes. Yes. Yes, yani To be moderate. sawa sawa. Na labda vitu ambavyo mwanaume anatakiwa sasa avifanye ili ku take responsibility yake labda, tuseme tuzungumzie kwenye upande wa, wa, wa malezi malezi ya, kwa, kwa familia kama, kama baba Okay, mm. Kama baba of course, yani hilo ndo sehemu nasema ni sehemu nyeti sana mm. Ni sehemu nyeti sana unajua, inapokuja kwenye upande wa familia mi pia ni baba yeah. Ni baba na mtoto mmoja sawa, sawa. Na inapokuja kwenye swala la familia uhendo familia ni, ni jambo jingine. Unajua, tunapokuwa tupo kwenye hali labda ya kifamilia tuseme nyumbani, mimi mama, baba, dada na, na ndugu zangu wengine kaka zangu au wadogo zangu e, kugawana majukumu inakuwa ni rahisi sana na mizigo haipo yeah. He, lakini pia uwezo wa mawazo yale yanakuwa pia ni machache. Unajua inapokuja kwenye situation ya mke, huwa kuna namna pia akili lazima pia iongezeke Eh hey, kwa sababu you are going to make your own family yes. Unaenda kutengeneza familia yako wewe mwenyewe mm-hmm. Kwao kama unaenda kutengeneza familia yako wewe manake lazima utengeneze kwenye misingi kwao, ni sehemu ya kuwa makini sana. Ndio maana nimesema ni sehemu ya kuwa makini sana kwa sababu mtoto wako atakuwa akuone wewe unakuaje, lakini pia mke wako naye ana mawazo yake, ametoka nayo kwenye familia yake, na mke wako alikuwa na familia yake kwao. Yeah. Alikuwa na utaratibu wake anaoishi. Yes. Na wewe ulikuwa na utaratibu wenu kwao, kwao mnakuja kukutana watu wenye utaratibu tofauti kabisa, tofauti. Koo inaanza kutengenezwa familia, watu wenye wenye haiba mbalimbali mbali, wenye mtazamo mbalimbali wanakuja, wanakutana, waanze kutengeneza haiba moja ya kufanana. Ile haiba moja ya kufanana na kitu kimoja tu, perfect ya mwanaume na mwanamke ni kuchukuliana sawa sawa. You must take her, unatakiwa umchukulie kama alivyo, na wewe mwanaume pia mchukulie kama alivyo, na kuna vitu vya msingi pia vya kuonyesha pia Hmm. Eh, hey, kuna kama kuna vitu ambavyo huvitaki before anything bora avijue. Sawa yeah, bora ajue kabisa. Honesty ni kitu cha msingi sana kwa mwanaume. Achia vitu vyote. Mwambie mke wako vitu vyote. Kama una, una kama unajua uko na temper, release temper. Usije ukamwonesha kama hauna temper, akaja kugundua una temper ndani ya ndoa. Usije usije, usije, usije kama umeji, umejiweka pride you, you are wealthy una mali, alafu akakuta hauna mali. Wanawake huwa hawasimami hata wewe, ingekuwaje? Unajisikiaje? Eh, umemwona labda let's say labda umemwona mwanamke yuko na shape, ukam approach, unafika ndani unakuta amevaa kigodoro <laughs> <laughs> <laughs> yeah, of course, ina inakwaza sana. Ndio kitu ambacho kilichopo amba amba ni kwamba figa ambayo uliona ndani sio mtu alivyo. oh, <sighs> kila mtu anataka ajue kama anakupenda Moses anatakiwa ajue kabisa kwamba okay, Moses yuko 1 2 3 4, ili anapokuchukulia akuchukulie katika ile madhaifu, asione umechange utakavyo change, lazima atabadilika, ataona yuko na mtu mwingine ndani hmm. na wewe pia okay, ukimwona mwanamke amebadilika, utaona yuko na yuko na mtu mwingine ndani kwa lazima hiyo eh, sehemu, kwa sababu ndipo watoto wataanza kukua nao hivyo hivyo mazingira ambayo mtaishi. Unajua, ukishakuwa na, na hasira sana na ile hasira mke wako akajua jinsi ya kuituliza kunaweza kutokea shida chumbani. Eh? Yeah. Mm. Tukatokea shida chumbani. Mke wako akai handle, kwa sababu anajua una hasira. Lakini akaja kushangaa una hasira tu afu ajai kukuta Moze una hasira. Amesha kuzoea Moze, you are cool man. Unatulia. Alafu mm, sikio akashangaa. Oh, Moze mbona ame reactive? Ndio unashangaa watoto wameleni another behavior. Wanajifunza okay, vitu vingine. Lakini kuna vitu vingine ambavyo wameisha chumbani. Lakini pia hata handling ya watoto. Lazima watoto pia tuwaweke kwenye kwenye njia nzuri sana kwenye njia nzuri sana, kwanzia malezi na vitu vingine, na sio yani. Watu wengi sana huwa tunaenda tukimbilia moja kwa moja kwenye jinsi ya, ya, ya kuwalisha watoto vizuri kufanya nini. of course, they need to, to eat good. wanahitaji wale vizuri, wanahitaji wavae, wanahitaji hizo huduma za huduma zote wazipate, lakini sasa zinahitaji zisimame kwenye misingi mizuri. Unajua, kumpa mtoto vitu vingi haimaanishi kwamba unampenda, bali malezi mazuri kama ulivyo honest, mfundishe vile zile tabia za ndani, usimfundishe tabia za nje, mfundishe tabia kwanza za ndani nyingi. Zile tabia za ndani zitaanza kutengeneza vitu vya nje vizuri. That's why tumeona hapa, tumeongea hata upande wa mwanaume anakwaje kwamba mwanaume anakuwa lazima tabia za ndani zianze. Tunaanza tunaangalia vitu vya mento, uwezo wa kufikiri, uwezo wa kutazama, uwezo wa kuongea, uwezo wa kusema, mm. Vitu vyote lazima mtoto akae katika njia hiyo au familia yake katika njia hiyo. Ndipo ambapo utakuta unatengeneza familia yenye yenye uzuri na yenye heshima, inaoheshimika hata na watu. Unajua watu wakishaangalia familia yako wanaona the way mnaishi. Um, unajua kuna kuna families zingine unaona people they are rich, mm. Watu wana pesa, mm, lakini malezi bure. Lakini kuna wengine wa, wako normal they living good. Lakini sijalishi kwamba ijalishi kwamba umaskini hautakufanya eti uwe na nani. Itadepend kote kote pia. Yeah. Yeah, itadepend na the way wewe umekaa kwenye namna gani. Sawa sawa. Na kuna kitu kingine ambacho kimenijia hapa nimepata wazo. Na nimepata ni swali, ni sema naweza nikasema ni swali. Kwa kuna baadhi ya familia zingine tunaona kwamba kuna baadhi ya familia tunaona kama labda mama kwenye familia fulani ndio yupo ana n ana yani ndo ana sauti kwenye ndani ya nyumba, alafu baba hana sauti. Naweza kaa labda mama yuko vizuri kwenye kiuchumi kuliko baba, so mama, mama kwenye hiyo familia nakuta ndo ana sauti kuliko baba. Hilo jambo wewe unalichukuliaje? kwa wewe kama wewe unajua E, swala la la uchumi hmm. Na swala la uchumi na, na maisha, unajua sisi ni, ni watu, tuna, tuma, nyingi sana tumekuwa limbukeni sana. Yeah. Sisi tumekuwa limbukeni sana na hasa sisi uh, familia za Kiafrika. Na kwa sababu gani? Kwa sababu ya, ya maisha ambayo tulikuwa tumetokea watu nyuma hmm. Unajua mwanamke akishakuwa na akiwa na, na uchumi brother labda kabla tusienda mbali nikuulize swali kwamba ukimwona mwanamke ana uchumi maana yake hataki kumapproach Hapana. Sasa yeah. Hapan. Ukisha ma-approach kwani utabadilisha situation ya uchumi wake? <laughs> utamwambia acha uchumi huo, <laughs> then njo tushi nyumbani yeah. yeah. si so utakuja naye yeah, hivi. Kwa hiyo tunakuja kwenye concept ile ya kwanza ya namna ya mawazo yako wewe. Una, unajua kama ukisha, unavoenda kufanya approaching ya mwanamke na ukakundua labda ana uchumi au, ah, wakati tu mmeishi kwenye maisha akapata pale pale uchumi kwa sababu unafanya kazi labda tofauti yeah. Lakini yeye akafanikiwa akabahatika kupata fedha. Sasa atakavyobadilika kwenye fedha, usije ukabadilisha situation ya, ya wanaume wako, stand pale pale sawa sawa, stand pale pale, ili ukistand pale pale manake yeye yeye ndo atikisike aondoke kwenye ile njia yako, lakini usija ukabadilisha situation ya kwamba mimi nimekuwa na niko kwenye hali kwa sababu eti huyu mwanamke ametajirika, mimi ni nye, nishuke chini Mnye, nye, au unyenyekee kunyenyekea? Tunaruhusiwa, si ndio? Lazima tunamnyenyekea, lakini kuonekana eti kushusha yani kumshusha, yani kushuka chini kwamba kusema kuanzia leo sasa mimi nimekuwa si, sipo kwenye kwenye condition namna hii au nipo kwenye hali ya yaani, kwenye mi ndi mtu wa chini, siwezi kufanya maamuzi yote, siwezi kumfokea mwanamke amekosea, siwezi kuongea naye hivi, siwezi kufanya hivi, hapo unakuwa una matatizo. Yani, ina maana hapo ku, ku, ku, kuendelea kuilinda ile, yes, ile mipaka yako. Kuna unanyenyekea, lakini usivuke ile mipaka. Usivuke mipaka kwa sababu mwanamke mwenye akili manake hapo lazima atatafuta means za kufanya bado mwanamke mwanaume uonekane you are leader. Bado uonekane yes, kiongozi. Bado uonekane umesimama kwenye nafasi yako ya uongozi. Ukiona familia nyingi unakuta za kizungu lakini pia wapo wana Afrika wapo wenye wenye uwezo wa namna hiyo wanawake. Wapo wanawake wazuri sana wa Kiafrika wenye mtazamo mzuri na unajua jinsi gani ya kumfanya mwanamume aonekane na, katika nafasi yake. Samuel wa kwanza, ile, kama kumi, kumi na ngapi pale huyo mwanamke Abigaili alikuwa na Daudi, alikuwa amewasaidia ame, ame, ame sana wafanyakazi wa, wa mume wake, amewasaidia sana, amewalinda wasipigwe na vitu vibaya, amewatunza sana wale watu. Waliporudi wakamwambia yule bwana wao, wakamwambia bwana, huyu ndugu yetu alipokuja, huyu Daudi alitusaidia sana. Na Daudi akatuma, ikabidi atume watu kwa yule kwa yule mtu, aende aende, akampatia, akasema Daudi anataka chakula, anataka pia na maji na hifadhi Akana nataka hivyo vitu. Wale yule mtu akamkataa, akasema mimi Daudi simjui. Kitendo kile Daudi akakasirika, akasema nitakwenda kumuua yule mtu. Kitendo kile alikupa mwanamke pale alikuwa alikuwa anaitwa Abigail ndio mke wake. Yeah. Yule mwanamke aka, akabidi aka akasema mwanaume mbona mume wangu anafanya upumbavu? Ikabidi afunge vitu haraka haraka kwenye punda, akabidi afanye kazi yake akasema tunaenda tukampelekea akakutana na Daudi. Daudi akamwambia laiti usinge kuja. Nilikuwa nakuja kufanya kitu kibaya. Tazama, ameamua kuchukua udhaifu wa mume wake akauvaa yeye. Yeah ili kuweza kukava ule ile weakness na kile kitendo. Mwisho wa siku, Mungu alimuua, of course, yule yule yule, yule jamaa, kwa sababu ya, ya, ya ile tabia yake, lakini Daudi, mwisho wa siku, akamua yule mwanamke. Sasa, so unajikuta kumbe kitu cha kwa, kitu cha msingi kama tulivyo kuzungumza kaka ni kuchukulia udhaifu. Eh, ni tunawani, lazima uchukulie weakness kama wewe uko tajiri. Usije ukaanza kukesha baa, usije ukaanza kufanya hivi, usije ukaanza kwa sababu unajua mimi mwanamke nikifika si ndampa tu pesa atakaa kimya. You are destroying your woman. Unamwamini unamwaribu mke wako. Unamwaribu yule mwanamke kabisa kwa sababu mwanamke anahitaji care mwanaume sana lakini pia mwanaume anahitaji care mwanamke sana. Sasa. Awesome. Yaani wote mwe mmemeji asiwepo yani, unajua ile tunasema ule ulinganifu tunasema kuwe na, kuwe na heshima kubwa sana kwa mwanaume kwa mwanamke, lakini mwanaume awe na upendo mwingi sana kwa mwanamke, kwa sababu ili muweze kuleta vitu vile na usawa. Bila hivyo, unashangaa, ndipo pale wewe unakuta unaenda kwenye njia hii, huyu mwanamke anaenda kwenye njia hii, au ana pesa anainuka na wewe hauna pesa unashuka, au wewe una pesa unainuka. Lakini pia of course sio kwa mwanaume na kwa mwanamke tu, kote kinatokea hivyo hivyo, hata kwa mwanaume pia inaweza ikatokea hivyo yeah. sawa sawa. I see Naendelea kupata madini zaidi zaidi na zaidi, kama ulivyozungumza ah, kwamba mwanamke hata akiwa na pesa lakini bado atahitaji wewe kwa mwanamke mwenye akili atahitaji wewe mwanaume usimame kwenye nafasi yako kama rida kama kiongozi yeah. Na nili, jaribu, nilipata kuona kwa, kuna dada mmoja hivi nahisi ni, ni mwanachuo huyo. Yu. Yule dada aliongea kitu chenye fact kwamba kulingana na status yake yule dada kidogo anajiweza sasa hivi ana, ana gari na nini. Aliongea alisema kwamba mimi naweza nikaa na na milioni kumi milioni ishirini na gari e, yani si, si, haimaanishi kwamba siwezi kukaa kwenye mahusiano au uwe, uwe, yani nyinyi wakaka mkaogopa kunifuata kwamba mimi naweza nikaa na milioni 20 milioni kumi, lakini wewe ukija na elfu 20 yako na na huna, au huna kitu kabisa, bado mimi nitahitaji masculinity yako, yani ule, ile nguvu yako yeah, kwamba wewe nitahitaji guide kutoka kwako, yes. japo japo mimi na pesa na nini na kila kitu, lakini bado mimi ni mwanamke, nitahitaji mwongozo kutoka <laughs> kwa mwanaume. Nikamwangalia nika nikasema, ah, nika kweli, huyu dada ameongea fact, yes. na <laughs> ni wachache sana pia ambao wana wanauelewa huo ya asilimia kubwa ya dada zetu hasa hawa vijana vijana mm. Hiyo mentality hawana kabisa, yeah, no. <laughs> Ah, nadhani kuna kitu umekipata hapo mpenzi mtazamaji na kama ilivyo ada, chenye mwanzo akikosi kuwa na mwisho. na nilikuwa na ndugu yangu hapa kama alivyojitambulisha, lakini naomba arudie tena kujitambulisha kwa upana zaidi, kwamba yeye ni nani, anajishughulisha na nini, anapatikana wapi, na mkitaji huduma zake anampateje, anap, kama ni mitandao ya kijamii mawasiliano. Bwana Brian karibu sana, <laughs> Asante sana. <laughs> Okay, kama nilivyojitambulisha kwa majina yangu, naitwa Brian e Frankie Napatikana kwa sasa niko Tunduma ila maisha yangu kwa muda mlengi sana naishi Dar es Salaam. Lakini kwa wakati huu niko hapa na mimi ni mhubiri wa Injili, ni mwalimu wa neno la Mungu, nafundisha neno la Mungu na nafundisha vitu kadha wa kadha ambavyo wa Mungu akinifunulia huwa navisema. Na natumia sana mtandao wa YouTube lakini pia TikTok. Kwa YouTube utanipata kwa jina la Trust the Gospel au ukiandika tu Mwalimu Brian M W L O Brian utanipata pale YouTube kwa ajili ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Lakini pia namshukuru Mungu kwa neema hii na baraka ambayo ametupatia siku ya leo. Mimi kuweza kutana na ndugu yangu hapa Moz. Naam. Of course ni ndugu yangu mzuri sana na nimefurahi sana leo kualikwa katika kipindi hiki cha Men's Talk na channel hii ya Mopossible. Mungu aibariki sana pia, ah, izidi nah kufika mbali kwa sababu kuna vipindi vingi, nimeona vipindi vizuri ambavyo wameviandaa, kuna gospel session kama hichi Men's Talk kipindi kizuri sana. Mm, kinavifaa sana sisi tuweze kuongea mambo mazuri sana na tujengane zaidi. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana na karibu sana sante. Basi nipende kukushukuru pia wewe ambaye umechukua muda wako kutazama Mopossible TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili mawazo haya na mafundisho haya yakawafikia wengi zaidi.